Tuombe ewe Mungu mwingi wa rehema, tunakutegemea katika jambo hili. Tupo hapa kwa ajili yako, Mungu umetujalia afya na akili na kuweza kufika mahali hapa kwa jambo ambalo linaenda kufanyika mbele yako. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, kwa kuwa elimu uliiweka kipaumbele sana, bila kujali itikadi, bila kujali imani. Imani ni kwamba elimu uliiweka mbele sana kwa hasa kwa binadamu kwamba hatuwezi kukuabudu bila elimu, hatuwezi kufanya maendeleo yote katika nchi hii au katika dunia hii bila elimu. Kwa hiyo kwa, kwa kipaumbele hicho tunachotaka kufanya hapa ni, kuto, ni kutoa elimu, kuanzisha misingi ya elimu kwa vijana wetu, kwa watoto wetu Amin. kwa sababu leo hao watakuwa ndio mashehe wenye elimu, leo hao ndio watakuwa wachungaji wenye elimu. Uchungaji bila elimu ni kazi bure. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tuko hapa Amin chini ya jua hili Amen. Hali ya ukame huu tunakulilia wewe Mwenyezi Mungu, tunakukabidhi wewe Mwenyezi Mungu Amen. Mambo yote yanayo yafanyika hapa tunakuomba Mungu ukayasimamie, tuongoze na utupatie hekima ya pekee. Viongozi wetu wabariki kwa ajili ya njozi hii tangu uongozi wa juu kabisa wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano hata ngazi ya watendaji. Tunaendelea Bwana kushukuru kwa ajili yao kwa sababu hii tunapoanza programu hii uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu, Amen, Amen. Kwamba kuna ukame uliokithiri kwetu, kaona sisi kama ODC pia tutumie nafasi hii ya kuombea watoto waweze kupata nafasi ya kupata maeneo ya kujengiwa shule, hatimaye kuja kusoma. Lakini watasomaje, tutajengaje kama kutokuwa kuna ukame? Sisi wilaya ya Mbarali na hasa Igurusi tumekuwa na utegemezi mkubwa sana kwa ajili ya mvua. Mashamba yetu mengi yanategemea mvua, hayana miundombinu ya kutosha. Kwa maana hiyo, ukame huu ni hatari kubwa sana kwetu. Kwa hivyo, viongozi wangu wa dini, miongoni mwa mambo ambayo leo tutayasema kwa nguvu zote ni pamoja na swala la ukame. Linapelekea hata mapigano, nafikiri tumeona maeneo mengine wameumizana kwa sababu ya maji na bahati nzuri watu wanjalalila nimemwona mamangu pale yupo, nilipata kesi hizo. Ni vema basi hata skimu zingine wakafanya zamu aya. Ah, matone yaliyopo tukifanya zamu inaweza ikaleta amani, utulivu, kuto kupigana. Kwa maana hiyo yote ni kwa sababu ya ukame. Kwa viongozi wa dini na odis kwa ujumla na wananchi tuliopo hapo tuliopo hapa tukipata ombi kali ambalo tunaamini nyinyi mnalo huo mnalifanyia kazi kwa nguvu zote. Mungu atusaidie leo, ili mambo yaende vizuri. Na swala hili nilimuomba pia, nilimwarifu pia mkuu wa wilaya. Tena leo tu nimempigia simu nikamwambia mkuu wa wilaya tunaenda kufanya jambo moja, mbili, tatu, lakini chanzo ilikuwa ni ujenzi, ila kuna jambo pia <coughs> la ukani. Akatushukuru na amefurahi kukubali kwenu na ametoa pesa ya maji kiasi cha shilingi elfu hamsini. Mtendaji, nitakukabidhi pesa hiyo. Ni vema nikaisema hadharani kwamba amenitumia mkuu wa wilaya elfu hamsini kwa ajili ya maji ya shughuli tuliyokuwa nayo hapa. Kwa kusema hayo, ndugu zangu, naomba nisimalize. Radha ya jambo lenyewe lilivyo, ni jukumu kubwa sana kwa viongozi wa dini sisi ni watu wa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama viongozi tuliopo madarakani kwa ajili ya yale yote ambayo wananchi tuliwaahidi tutayafanya, lakini hatuwezi kuyafanya kiwepesi wepesi, hasa kwenye shule hii. Shule hii imekuwa na mitihani mingi kihistoria, muda mrefu watu walikuwa na kiu, ilikuwa inashindikana. Hatujui ni kwa nini, labda leo hii tutapata majibu, ili tuweze kuona mipango yetu sisi kama ODC tumeshajipanga vizuri Kamati ya ujenzi ipo, hata juzi hapa walikaa. Sisi kama binadamu naweza tukasema tumejipanga vizuri, lakini kitu gani kitakachoweza kutupinga kama hatujaja mikononi mwa Mungu? Kwa kuwa leo hii tumekuja kwenye mikono ya Mungu, kama jembe unalo, mbegu unayo, tunaamini mvua ni viongozi wa dini hatimaye waweze kuleta rutuba kwenye ile ardhi tuweze kuvuna na mwisho tuweze kukamilisha majukumu tuliyokuwa tumeyakusudia. Lakini naomba pia nitambue uwepo wa waandishi wa habari. Zoezi hili hatuwezi kulifanya bila kuhabarisha dunia, bila kuhabarisha taifa, bila kumhabarisha Mheshimiwa Mbunge. Tunaamini ni sehemu ya nyenzo ya utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi, hasa kwenye swala la elimu tukizingatia kwamba Mheshimiwa Rais ni kiu yake kubwa sana ya watoto waende shuleni kwenye mazingira rafiki, na tunaamini kwenye bajeti hii tumetengewa milioni mia moja ishirini itaenda kuongezea zile pesa za ODC, wadau mbalimbali. Tunaamini kabisa tukimkabidhi Mungu jambo litakuwa jepesi sana taarifa. Ya uanzishaji wa, wa shule mpya katika kijiji cha Chamoto kwa viongozi wa dini leo tarehe 5 Machi <coughs> 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, mama hawa Kiwere, diwani wetu wa kata yetu ya Igurusi, Mheshimiwa Mwenyekiti na katibu Chama cha Mapinduzi, wenye viti wa vijiji na wajumbe wa ODC, viongozi wetu wote wa dini, wataalamu wenzangu ngazi ya kata na vijiji, wazee mashuhuri na, na mshairi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu viongozi wa dini, kata ya Igurusi ina jumla ya vijiji tisa ambavyo vinafanya jumla ya shule za msingi kumi, ambapo shule za serikali ni nane na binafsi ni mbili. Aidha, kata ya Igurusi ina jumla ya shule tatu za sekondari, ambapo shule mbili ni za serikali ambazo ni Harun Piri Muhammad na Mshikamano, na shule moja ni ya wazazi ambayo ni Igurusi. Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu viongozi wa dini, kata ya Igurusi ina ongezeko kubwa la watu ambao wanafanya mahitaji ya sekondari kuongezeka siku hadi siku. Aidha, zipo sababu kadhaa ambazo zimepelekea kuona umuhimu wa kuanzisha sekondari ya tatu. Sababu hizo ni kama ifuatavyo: sababu ya kwanza ni sababu ya kijiografia kwa maana ya umbali; sababu ya pili ni utashi chanya wa kisiasa kwa ngazi ya kata; sababu ya tatu ni utayari wa vijiji vya chamoto na uhambule; sababu ya nne ni ongezeko kubwa la idadi ya watu. Ndugu viongozi wa dini, sababu ya kijiografia imejikita katika umbali wa wanafunzi ambao wanasafa wana wanaosafiri usafi, kutoka Kamboni na Chamoto hadi Mshikamano iliyopo kijiji cha Rwanyo, hivyo kupelekea wazazi na watoto wenyewe wenye kuingia gharama kubwa za usafiri na kuhatarisha usalama wa wanafunzi wakati wa kwenda na kurudi majumbani. Aidha, sababu nyingine ni utashi wa kisiasa, kwani kamati nzima ya maendeleo ya kata chini ya Mheshimiwa diwani wetu ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo imeonyesha utayari wa kutekeleza jambo hili na kuanza kwa kushiriki shughuli mbalimbali katika eneo husika, kwa maana hapa tulipo mashariki kusini yetu pia ipo sababu nyingine ambayo ni utayari wa vijiji viwili jirani, yaani Chamoto na Uhambule ambao ndio wahanga wakubwa wa umbali wa watoto wao kwenda kwenye, kwenye shule za Haruni na Mshikamano. Hivyo utayari wao umefanya kupatikana kwa eneo la ujenzi na pia kushiriki kwa karibu zaidi kuliko vijiji vingine katika shughuli za ujenzi wa shule hii. Ongezeko la idadi ya wanafunzi katika shule za msingi, hivyo kupelekea shule zilizopo kuanza kuelemewa na kufanya hitaji la shule nyingine, imekuwa sababu nyingine muhimu ya kuanzishwa kwa shule hii. Mfano vijiji vya Chamoto na Uhambule vinaongezeko kubwa la wananchi kadri miaka inavyoongezeka kwani Chamoto ina jumla ya wakazi 686 868. Naomba nirudie: vinaongezeko kubwa la wananchi kadri miaka inavyoongezeka kwani Chamoto ina jumla ya wakazi 868, ikiwa na wanaume 423 na wanawake 445, na Uhamboli ina jumla ya wakazi 2377, ikiwa na wanaume 1204 na wanawake ni 1173. Ongezeko hili huenda sambamba na ongezeko la wanafunzi hivyo ukiunganisha na ongezeko la vijiji vingine vya jirani kama Ilolo, Ruanyo, Majenje inafanya uhitaji wa shule hii kuwa mkubwa zaidi. Ndugu viongozi wa dini, zipo sababu nyingi mbalimbali mbali mbali, na hizi ninazopelekea zinazopelekea shule hii kuanzishwa hizi tu, ni baadhi tu, kwani faida ya taasisi kama hii kuongezeka katika kata au kijiji huleta fursa nyingi kisiasa, kiuchumi na kijamii. Ucha, uchangiaji wa ujenzi huu tunashukuru Halmashauri imetenga jumla ya shilingi milioni 120 kwa ajili ya ujenzi huu kwa mwaka wa fedha wa 2025 na 26. Na pia kamati ya maendeleo ya kata imetenga kiasi cha shilingi milioni 8 kwa mwaka huu wa fedha. Aidha, pamoja na kiasi hiki bado upo uhitaji mkubwa wa fedha kuwezesha ukamilishaji wa mradi huu, na hiyo imekuwa sababu ya kusanyiko hili kupitia viongozi wetu wa dini ambao mmekuwa wadau muhimu sana katika utekelezaji wa miradi ya elimu, afya na miradi mingine ya kijamii. Kwa bajeti hii ya shilingi milioni itafanikisha ujenzi wa vyumba takribani vinne vya madarasa ambavyo ni sawa na shilingi 80,000 na shilingi 40,000 zinaweza kuanza ujenzi wa jengo la utawala na kiasi cha shilingi milioni nane kinaweza kuanza ujenzi wa matundu 12 ya vyoo ikiwa ni kwa mujibu wa BOQ yaani mwongozo wa ujenzi na gharama za ujenzi uliozoeleka kwa kipindi hiki. Ndugu viongozi wa dini, naomba kila mmoja wetu ashiriki katika mradi huu kwa dua na sala, lakini muhimu zaidi tunaomba ushirikishwaji na uhamasishaji kwa wananchi ili kuweza kupata rasilimali vitu na fedha ili kuwezesha ujenzi wa shule hii ukamilike. Shule ni ya kata ya Igurusi. Naomba ieleweke hivyo, sio ya watu wa Chamoto na Uhambule, ni ya kata ya Igurusi. Hivyo basi kama ni ya kata ya Igurusi, mwanafunzi wa kutoka Uhambule, Chamoto, Igurusi hata Lwanyo akiona moyo wake unasuhuzika kusoma hapa Chamoto atakuja kusoma. Naomba ieleweke hivyo, shule ni ya kata ya Igurusi. Hivyo basi kila mmoja anatakiwa kuja kusoma popote atakapoona kwamba kuna ukaribu, na ndio maana hata wanafunzi wanaotoka rwanyor utakuta wengine wanapiliza kwenda, walisoma labda Igurusi mpya, wanakwenda kule. Mimi huwa na, nikiwaona nawaambia, nawaomba wazazi muwaambie wazazi waohamishike mshikamano, kwa sababu shule tulizosoma sisi kutoka labda huku kwenda uhambule kwenda kusoma shule ya msingi ni tofauti na sasa hivi. Kizazi cha sasa hivi kinataka kwamba ukisimama shuleni, hata ukisimama nyumbani, uite mwanafunzi fulani aitike hivyo basi kutoka Uhambule au kutoka Uhambule au kutoka sijui Ruanyo mpaka yani, kutoka Uhambule au Majengo kule mpaka kwenda Mshikamano ni mbali sana. Ndio maana tukaona kwamba hawa ndugu zetu wanasema kumtua mama ndo kichwani, tukaona kwamba hapana, hata hao watoto tuwatue tuwatue, yani tuwapunguzie umbali wa kutembea. Hivyo basi shule ambazo zitafaidika na eneo hili Shule ya Ilolo itafaidika na eneo hili, kuna shule ya Uhambule lakini hatutazuia mtu mwingine yeyote yule anayetoka Igurusi mpya, anayetoka wapi, ili mradi tu atakuwa karibu na hili eneo aje kusoma huko, kwa sababu wakati mwingine tunawafanya watoto washinde kwenye reli huko kwa sababu ya umbali. Sisi tunaelewana, e, yeah. eh, kwa sababu ya umbali, mimi niombe niwashukuru tu huyu mwenyekiti na halmashauri yake, mwenyekiti wa Chamoto na halmashauri yake kuamua kutoa eneo la ekari 20.4 eneo hilo ninaanzia huo mstari huko, tumefika mwishoni, ndiyo tumefika mwishoni, tumeelekea mpaka huko chini kabisa mtoni, tuna mfereji mmoja huko, tumezunguka hivi mpaka kwenye mnyaa ule pale ule kule, hmm, ndiyo, halafu mpaka upande wa huku ni barabarani. Kwa hiyo tuliona tu kusafisha kufika barabarani haitafaa, basi tusafishe eneo fulani, tuje uelekee huu hapa, lakini tuna eneo la ekari ishirini point 4. Walikuja tuliwaita wataalamu kutoka wilayani, sio zile hekari za kupima za kukisia kwamba paka kule. No, tulifanya utafiti wa kina kwa sababu walikuja wataalamu watu wa mazingira, yani tumefuata taratibu zote, kulikuja na mainjinia wakaja wakaidhinisha kwamba kwa, kwa kweli eneo hili ni salama. Hata kama kuna watu watasema ah, sijui kwa nini sijui kwa nini, lakini eneo hili wataalamu wamelipitia, sio wataalamu wa, wa darasani wa kama sisi wataalamu wa kufundisha. No, walikuja wataalamu wa ardhi wakaona kwamba eneo hili ni salama na ni sahihi kwa wanafunzi.